Tunaandaa mandazi yetu kwa ajili ya chai, mnavyoyaona hapa tayari nimeshaandaa. Nataka mpaka nianze kupika kwa mafuta ya kishachemka jikoni. Jamani, nafundishwa kupika mandazi matamu, resipe nimeonyeshwa, kuna maziwa na pia kuchukulia, kuna Mayai nimeona matatu kwa kilo moja hivi na robo ndio, mm. huo unga umelainika umekandwa, halafu pia sasa anaenda kusukuma. My beautiful wife amuona, tuko naye hapa ananifundisha, nakwenda furahi sasa, tunaelekea nafundishwa kupika, mayai, <inaudible> uh, kupika mandazi, samahani mandazi <inaudible> kamera Uh, mm, mm, anataka oh, nifundishwe oh, oh, kitafunwa cha asubuhi na mke wangu, kukatakata fanya utaratibu mzuri, tunasubiri mandazi matamu kwenye huu unga ameweka maziwa kama nilivyosema, lakini mayai matatu, maziwa nus, e, nusu lita ame, hakuweka maji, lakini akaweka mayai matatu, lakini sukari ameweka kama robo. Sasa ndo hivyo maandalizi, anakata, ameweka pia blue band, ni sahau jaribu ame, okay, ame, amekwangua limao, akaweka limao ganda lake, ameweka ganda lake. Unaona hapo tayari amekata mandazi mangapi, ameweka ganda lake na akakamulia limao. Aha, mandazi yetu yameanza kuwekwa motoni kwenye mafuta sasa. Naweka kwenye mafuta. Kwa nini ameweka ganda la limao akalikuangua preservative na, na, na, na, na flavor, lina flavor, lakini pia ni preservative, lakini pia lina ehe, kama ulivyosikia linaleta hiyo hali ya raza nzuri. Mandazi yetu <laughs> yanaweza ndugu kum... wapendwa mandazi anay... yetu jamani. Nahisi na wewe unasikia, unahisi harufu nzuri inavutia. Jamani, unasikia aroma, mambo ni mazuri. Hayo ndiyo mandazi yananukia kweli kweli. Ehe, alafu yanavutia, angalia yalivyo mazuri, bila shaka matamu sana. Hii ni awamu ya mwishoni mwishoni. Angalia yako kwenye ndoo yametulia ndugu, eh? Yangu mambo yako vizuri. mambo ni mswano. Kabla ya kuweka pale mandazi yanahamishiwa kwenye eneo hili ili kama kuna mafuta kidogo yaweze kudondoka, unaona? Alafu baadaye yahamishiwe kwenye kwenye eneo lake maalum. Angalia raha hiyo. He, angalia anavyohamishwa, anatoa jikoni. Ndio hivyo hivyo, mambo ni mazuri. Uh-huh. anaendelea kuiva. Kuna swali hapa naona naomba kuuliza utawashaurije kina baba wale ambao wanasema na hawawezi kuingia jikoni na wake zao, hawawezi kujifunza kupika, kwa mfano kama mandazi kama haya, au kuwa pamoja na mke wake jikoni anapopika, unawashaurije? Ah, jamani, ndugu zangu, kama unahitaji kuona ndoa ikinoga hey, jambo la msingi sana ni kushiriki ahawa, na hawa wakina mama zetu, unapopata nafasi kuwa na wife jikoni, unajifunza mambo mawili matatu. Unahitaji ujifunze kumsaidia, hayo ndio matendo ya ukarimu. Lakini unapokuwa pale, anasikia ana companion, ana mwenza wake, anajisikia vizuri. Hata mambo mengine yatakuwa ni mepesi tu, mambo yanakaa vizuri. Wewe ndio umeanza leo au uliwahi kufanya tena? Ah, hii sio mara yangu ya kwanza, jamaa inaweza ikaonekana kama ni mara ya kwanza, lakini imezoea sana kufundishwa, ndizi mzuzu jinsi zinavyopikwa, mayai. Ehe, ingawa nilipokuwa kijana pia nilijifunza, lakini nimekuja kugundua kabisa, hawa wenzetu wana mbinu nyingi, wana uwezo wa kupika kitu kile kile ambacho umezoea kukipika, lakini kikawa kitamu, kikawa naraza, na ladha tofauti. Mara nyingi namwambia mama huu ulijifunza wapi? Mbona ni tamu kama za hoteli ya Mlena, Mlena Hotel. Namwambia mke wangu ni kama Mlena Hotel. Jamani, si tunapika huko tuki dance. Ina noga jamani. Ukipika ukiwa hujanua, ina noga. Wife wangu wewe unawaambiaje kina mama ambao wanakuambia waume wa zao, wewe ukae hapo sebuleni, nikuletee kuletee breakfast, nikuletee lunch, usikanyage jikoni, wanaume waingii jikoni, utawaambiaje wa kina akina mama? Maana wapo wapo, mimi na naam kuwa kuwa pamoja kama hivi, mko mnapika inaleta laza kwenye ndoa, ni kama unavyoweka kachumbari kwenye kwenye chipsi zako, kwenye pilau ukawa na kachumbari pembeni, au unavyopika nyama yako, ukawa na beef masala ukawa na chicken masala, inanogesha. Hii ndio sasa ukunogesha kwa ndoa kwenyewe, mnapokaa pamoja, mnapofanya pamoja tamis. inaleta hata kama kulikuwa kuna kuna tofauti kati yenu, mtajikuta mta tu mnaongea. Na kuna kitu kizuri kwenye ndoa kama kuongea, kama mawasiliano. Hapa ndo mnapopatia mawasiliano mnapopika hivi, mkienjoy pamoja afu chakula kinakuwa kizuri, kinakuwa kitamu. hata kama wakubo, una watoto wakubwa nawapumzisha, unaambia kaeni pembeni, leo naenda kupika mimi pamoja na mume wangu, tutakuwa wote jikoni, nadhani wow. Uh, nimekujibu? Ah, umenijibu. Umenijibu. Ha, ni, ni, ni, ni, ni sehemu ya kunogesha ndoa. Ni kama viungo vya ndoa. Haya virutubisho. Bwana. mm -hmm. Wakina baba nao na washauri pia wasipende kukaa tu sebuleni kusoma gazeti, asubirie sijui apikiwe, aletewe, ale. Kuna siku wanafanya hivyo sawa, lakini kuna siku zingine mnakuwa pamoja. Lakini pia na sisi wakina mama, kama mme wako amezoea kukaa na wewe jikoni, mnapika pamoja usio ukamwaibisha mbele za watu, labda wageni wamekuja, anataka kuongea na wageni zake pale, ah, twende jikoni bani ukanisaidia kugeuza mandazi. Hapana, tuwe ah, na hekima, ukisaidiwa. Maana sisi wanawake ni viumbe ambavyo ukisha kalili kitu kimoja, unataka kwenda na huo mkalili huo huo. Ah, usikalili maisha Tumepata Tume ushauri wa kipekee, ni kweli na hili ni moja ya mambo ambayo tunatakiwa kufanya kwa pamoja mara moja moja. Eh, kuna mengi, kuna mengi kwenda bafuni pamoja na kadhalika, sitayataja yote. Mungu awabariki sana, tunawapenda. naomba nikuulize swali lingine kabla ya wow. kumalizia. okay. hivi una miaka mingapi ya ndoa? Ah, sasa hivi Uh, na sherekea miaka ishirini na sita ya ndoa. Wow. Mwezi wa Februari tarehe uh -huh. tano utakuwa wow. nasherekea miaka ishirini na sita ya ndoa. Mbona unaonekana yani, kama ndo mmeoana jana? <laughs> Hapa ndo tumeshamaliza kupika tukiwa na habi sasa, mm, tunasubiri mwendo wa kula mandazi yetu ndo kama yalivyo. Chukue, chukua hapa hapa kwenye mandazi kwenye mandazi, naona andazi letu lilivyo meiva vizuri. Cheki sema, ingredients yameshaiva tayari, tuna tunaenda kukaa mkao wa kula sasa.